Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia kwa uchunguzi baada ya kumkamata Zuhura Juma Matengo kwa tuhuma za kumuua mtoto wake wa miezi saba aitwaye Shufaa Abdallah na kujeruhi watu wengine wawili waliofahamika kwa majina ya Agnes Matias na Suleimani Abdalla. Tukio hili lililotokea tarehe thelathini Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa sita mchana maeneo ya Nyumba Nyeupe, Maji Matitu, Mbagala, wilayani Temeke, ambapo mtumiwa inadaiwa alitumia kitu chenye ncha kali kutenda kosa hilo.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 nimewataja. Kufuatia mauaji hayo, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na taasisi zingine za kisayansi kwa pamoja wanachunguza kisa hiki na baadaye taratibu zingine za kisheria zitafuata.